Sambaza ujumbe huu kwenye jamii zenu, na msaada wenu utasaidia kubadilisha maisha ya wanawake wengi. Hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya kwa kushirikiana na taasisi ya Fistula Foundation inatoa huduma za matibabu kwa wagonjwa wa fistula ya uzazi na kuchanika msamba. Huduma hizi zinajumuisha matibabu ya fistula, huduma ya kisaikolojia na ufuatiliaji wa afya baada ya matibabu. Tunawaomba wananchi wote kusambaza habari hii muhimu kwa ndugu, jamaa, marafiki na kwa wanawake wenye matatizo ya fistula ili waweze kupata matibabu na msaada wa changamoto hiyo bila malipo yoyote. Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya kwa simu namba zifuatazo sifuri saba moja tatu saba saba tisa nne ishirini na saba au namba sifuri saba tatu tano ishirini na moja tano nne thelathini. Narudia, na kwa maelezo zaidi tafadhali wasiliana na hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya kwa simu namba sifuri saba moja tatu saba saba tisa nne mbili saba au sifuri saba tatu tano mbili moja tano nne tatu sifuri.